Mtazamaji eh, karibu tuende moja kwa moja katika Shajara, ambapo hapa nilipo niko na mtu na mke wake, ama ukipenda niko na mtu na mume wake. Ukipenda nipo na watu ambao wanapendana, wameishi kwa miaka mingi, wameweza kujaliwa familia, watoto watano. Namzungumzia David Maina ambaye ni mzee wangu yuko hapa studioni akiwa na mke wake Elizabeth Waithera lakini mwenyewe amezoea kujiita Beth Waithera. mm -hmm. Ambao tuko nao kutoka maeneo ya Turi kule Molo. Taarifa yao nzito, mtazamaji, sitaki kuieleza mimi mm -hmm. wataeleza wenyewe, lakini hapa walipo uh, wanachangamoto kama walivyopendana, baadaye wamepata kitu ambacho si kizuri, lakini kimewapata wote wawili. Kwanza nianze kuwakaribisha katika studio zetu uh, na David Maina, mzee wangu, uh, karibu sana. Asante, asante. Na pole sana kwa masaibu tutazungumza unapokuwa unaendelea. Tueleze David Maina ni nani? David Maina ni mzee na tuseme, ni kijana. Tuseme ni mzee na ni kijana. Mm. Baba wa watoto watano. Mm -hmm. Vijana wawili. Mm -hmm. Wasichana watatu. Mm -hmm. Vijana walitangulia, wasichana wanafuata nyuma. Na watoto wako wa kwanza na umri gani? Mtoto wangu wa kwanza ni kijana ako na umri wa miaka 25. Mhm. Mm -hmm. Mwenye anamfuata kwa ishirini na tatu. Wote wale wawili wamefika fom fo. mm -hmm. Lakini sababu ya shida mm -hmm. hawageza kusokusonga, mm -hmm. Sababu wamemalizia tu, wakati huwojo umeanza kunisukuma zaidi kao. Katika watoto wako watano, navyonieleza ni kwamba wawili ndio wamesoma, wamefika fom fo na awa wengine, wat, watatu. Watatu mwenye wafuata sasa, watatu amefanya mwaka wa kwanza fom fo. mm -hmm. mm -hmm. Shida zikakuwa zimezidi na gredi yake ikakuwa iko chini kidogo, akasema atarudia ajaribu kutafuta gredi nzuri aweze mm -hmm. kuendelea. Akarudia akafanya fom last year mm -hmm. saa mwaka mzima ako nyumbani, hakufika kiwango ya kwenda university, lakini alikuwa amefika kiwango ya kueda college mm -hmm. sababu alikuwa na si na wale wadogo wake wawili, wale wawili wa pili wa, wa, wa kutoka nyuma amefanya mwaka huu form four yule mdogo ako grade 6 anaenda 7. Sasa huyu watatu tunangoja matokeo na, na pia tunamgoja Mungu mm -hmm. afungue jia, tutaona mambo yake itapagika baadaye mtihani kutokea. Na unazungumza ukiwa ukiwa na mchangamfu na, na mchanga, una tabasamu eh, eh, David Maina eh, tofauti na watu wanavyokuwa wanatarajia uh, na pia ukasema kwamba we ni mzee kijana yenyewe ni mimi mzee kijana, kwa sababu mimi hata pale nyumbani, hata wenye wamenizoea pale nyumbani naam, hata watu walikalangu, naam, jina kuna jina langu walikuwa wamenipadika, wakati nilikuwa na uomoli wa vijana vijana hivi, wengine wanazoea tu wanaita ile jina, hata mimi ni baba, watu walikuwa wanaita Kayuru, Kayuru, Kayuru. Ehe, kimaanisha nini? Iki maanisha mtu tu vituko hivi. ehe na mtu hana mambo mengi, yenye mtu wa watu, mtu wa watu. Na David Maina, mtu wa watu. tabasamu ambao amekuwa nayo e, kwa kiasi fulani labda pengine anayo mpaka sasa, lakini siamini kwamba iko kama vile ilivyokuwa wakati wa nyuma, na nitakueleza kwa nini. Lakini kwanza niweze kumkaribisha mwanzo Beth Waithera e, utueleze pia wewe ni nani na ni siku gani ambayo uliangukia. kai huru anasema jina lake ni, mlikutana wapi? Ilikuwaje kuwaje? Kwanza kabla tuzungumze masaibu ambayo anawapitia. Majina ni Beth Waithera. mm -hmm. Mimi ni <coughs> mke wa David Maina tulipatana mwaka wa elfu mbili na moja. Aha. Na wakati huo alikuwa tu sawa. mm -hmm. Mpaka sasa penye tulifika, na ugonjwa ukaingia. mm -hmm. Sasa yote tu ni Mungu. Yote ni Mungu. mm. Lakini bado unampenda na bado mmesimama kama simpendi, uh -huh. ningemuondokea juu aligonjeka mbele yangu, uh -huh. mwaka wa yani, nilimkuta tu akiwa na maumivu ya tumbo, uh -huh. Sasa huwa, tulikuwa tunakimbilia tu hizi akto kwa duka, uh -huh. akitafuna hiyo uchungu inapoa, hadi mwaka wa 2020 penye sasa alianza kuhisi uchungu kabisa kwenye tumbo hapa lakini ulikuwa wakaa naye tu hivyo, sijawai toa ulivyompenda mwaka elfu mbili na mbili ndivyo unavyompenda mpaka leo. Nimempenda tu juu kama simpendi. Naam, changamoto zilipokuja kutoka ningeshakuwa nimeenda. Tujia hapo kwa changamoto, David Maina. yeah. na uh, tuzungumze, maana nasema kwamba mmekuwa uh, na maisha yenu ya raha, likakuwa mna kazi zenu, mnalea watoto wenu, lakini changamoto zikaja. Ni wezuri tumewatambulisha watu nyinyi ni kina nani kwanza. Tuzungumze hizi changamoto ambazo, wewe una tatizo gani kwanza? tatizo ilo, walini, na hilo tatizo hilo liligundua lini? Tuanzie na hapo. Mimi ni historia ndefu mm -hmm. lakini nitajaribu kufupisha kidogo. naam. hii shida ilianza miaka ya tisini na tisini na nne mm -hmm. mm -hmm. nimetembelea hospitali kadhaa tu tangu huo mwaka mpaka mm -hmm, mwaka wa 2020 yeah, ama 2019 <coughs> shida ilikuja kugundulika huo mwaka wa 2020 mm -hmm. Ari 2020 ndio waligundua niko na uvimbe ndani ya tumbo, na nako picha, hata kwa daktari ananiambia uko upande huu wa light. mm -hmm. Ule uvimbe tamwel, mm -hmm. inapanda juu, inakuwa ikienda juu mm -hmm. Imefunga njia ya chakula Mhm. Mm. Saa kumeza chakula ni shida. Lakini nimefuga hapa chini. Mhm. Mm. Una madaktari wanapaita junction. Mhm. Mm. Pua mwako wakati waligudua ikakuwa sana, sasa ndio wamegudua na ameona ugonjwa ni uvibe, wameona ni kansa. Sasa nikutafuta solution. Madaktari wakaniambia sasa, ile kitu anaweza kusaidia naye kwa wakati huu, kwa sababu humezi na ukunywi hata mate hayadi. Mhm. Mm tunaweza kukuwekea kitu kinaitwa stent mpira. mm -hmm. ina fulani ya mpira. mm -hmm. tukuwekee ndani ikusaidie kutu, kutu, kukula kumeza, mm -hmm. na ikusaidie kuweka mwili nguvu, ndio huo mwili ukuwe na nguvu ya kufanyiwa kemo. Sasa wakati ule hapo hapo unasema kemo eh? Eh, umesema ni uvimbe alafu nakuja kemo ni kama ambee, baada ya uvimbe waligundua una kitu kingine tofauti, kansa. Ule uvimbe ni kansa ya tumboni ya kwenye koo, yeah. Sasa ule uvimbe umetoka chini uh -huh. Umekuja umepanda juu, sasa imekuwa ni esophagus cancer mm. Lakini imeshika pale chini kabisa uh -huh. Chakura ndio ziavuke kwa tubu pale hiyo nah. Pamefungana, mimi kumeza nitameza, lakini ikifika hapa kifika nah. Tena lazima ito ndio, okay. Maana unanajibebea una, una haka kakitu nah. Mate kwa sababu nikimeza hayaedi. Unaweka kwa mkebe eh, ikisha ikisha fika hapa itoke na mwaga hapa mm. E, na itema hapa iwaze kuninyonga kwa sababu, au inaninyonga pole sana, na kwa sababu mimi ni binadamu tu, mdomo unastahili kuwa rojo rojo, hii rojo. Mm. Sehemu inastahili kuwa rojo rojo. Taka nikauke e, sasa una wakati utakunywa hata maji ama chai, na kwa sababu aipiti kuoil this part Akikifika hapa natoa, natema, naweka kwa, kwa wamekuwekea stent... uh, okay, sasa nikafanyiwa tena mm -hmm. kwa ni kemo mhm kwa muda huo nikapewa kemo hizo session zote nikamaliza, nimesikia ni mwaka wa 2020 2020, ndiofa sasa nisubukani. Unajua, sasa shida wakati ule wote mimi chenye nilikuwa nacho natoka kusoma na nina kukura, ndio tufike 2020 nilikuwa nimebakisha kitu kidogo, hata tuseme sina kwa, mm -hmm. sababu vitu zenye nilikuwa nazo ng'ombe buzi, nauza ujiuguze na yeye nijiuguze. Sasa ikakuwa sasa pale, pesa inatakikana cash, niwekewe ile stand inataka 50000 yenyewe, cash ilikuwa hospitali private mm -hmm. sasa pale ilibidi <coughs> watu wanichagia changia hivi niongeze, na chenye nilikuwa na, nacho <coughs> niweze kuwekewa stand, nikawekewa ile stand. <coughs> <coughs> <coughs> Na imenisaidia nikakaa naye kama miaka tatu, almost three years. mm -hmm. tena ikafugana, kwa sababu ule uvimbe bado unakuwa no, unaiziba hapa juu no. wakati ilifika hapo, na nimefanyiwa kemo nimemaliza, daktari akaniambia utafanyiwa surgery, nikaenda nikalaza hospitali, nilaza hospitali for 20 days. Daktari akakuja wakanidistaji, wakandi wakaniambia, sasa wewe kwanza enda nyumbani, alafu tutawaita. Tulikuwa watu wengi kwa wodi mm. kuna sijui, kulikuwa na mambo ya hati surgery, sijui nini ya watoto. Wakati tena nirudi, daktari mkubwa akasema mi siwezi fanyiwa surgery, labda niendelee na kemo mm -hmm. Sasa yule daktari aliponiambia hivyo, nikaenda akanituma kwa daktari mwingine, wakanituma testi zingine mm -hmm, nipimwe ndio daktari ajue ni dawa gani nitakunywa, kwa sababu hizi dawa ni tofauti tofauti, na zinaenda na stage tofauti tofauti, hazige kuwa kama zile za kwanza. Sasa hizi zenye yenye walinituma ndio nitafute pesa. Testi za za za kansa zinakuwa costly sana, na kadi wakati ule ilikuwa ni cha yafu huko inasimamia, nitafute pesa, mm -hmm. na mm -hmm. pesa ndio nifanywe test niletee daktari

hii ya ije sasa kwa una moja, yeah. ya ndani lakini kwa ongezeo ya nje ambayo itakusaidia saa kuwekea chakula, kama chakula kinapitishwa kwa njia, kwa sababu hii imeziba haiwezi <coughs> <na> tolewa <coughs> kwa sababu iliwekwa hivi, imekaa kama mshare. Unajua ule mshare vitu vimetoka, ile itatoka hata na nyama zote. Wakaniambia haiwezi fanywa chajari, labda ifanyiwe sajari na hiyo iwezekani, sasa nitaishi na hiyo Kwayo, apa, Mene, kwa hiyo unavyokuwa umekaa hapa ndugu yangu David ni kwamba unayo bado eh, ile iko ndani ile iliyoziba eh, haija haijafanywa chochote kwa vile vile imeziba eh. Lakini kando una nyingine ambayo uliweza kuwekewa ya kusaidia kupitishia chakula eh kupitisha chakula maji nini na ule eh, uvimbe uliokuwa kule tumboni haujatolewa upo tu bado uko pale pale. Eh na mtazamaji, nafikiri ni kitendawili. Tutazungumza zaidi na David. Ni kitendawili na kigumu sana kwamba mwanzo ana uvimbe, ameweza kuwa na uchungu wa tumbo kwa miaka tu, amekuja kujulikana kwamba kweli ana shida ya tumbo, ni kama gasi inapanda kwa juu, ameenda kwenda kuangaliwa mwisho, kisha amejulikana kwamba yupo na saratani. Ameweza kuwekewa kifaa kitakachomsaidia kwamba yale mate yaweze kupita, chakula kipite, kwa sababu bila hivyo lazima awe na mkebe ambao atakuwa anasaidia kutema, lakini mwisho pia kilichowekwa kimekwama na kimekwama kwa miaka kadhaa hadi kufikia sasa. Kuweza kufanyiwa upasuaji itakuwa ni jambo la mtihani, kuvutwa kitaondoka na sehemu za mwili. Ni changamoto ambayo David Maina ako nayo, lakini kando, ameweza kuwekewa mpira ambao unamsaidia kuweza kupitisha chakula, maji na vitu vingine hapo ndani. Ndio historia yake fupi, anaoizungumzia aliyoipata, kuanzia mwaka elfu mbili kumi na tisa hadi sasa akiwa anaendelea nayo. Tuje kwa Elizabeth wakati umejua mume wako, ulipata taarifa kwa mume wako ana hii saratani, nini kilikuja katika kichwa chako? Wakati tulienda kuchukua matokeo ya ugonjwa mm -hmm. kwa hospitali sasa, tulipoingia hivi kwa daktari na tukakaa, mm -hmm. alikuwa amekaa chini, nilikuwa nimesimama kando yake hivi mm -hmm. na wakati daktari aliingia na result mm -hmm. akamwambia sasa, David ugonjwa umepatikana, mm -hmm. na sasa uko na kansa sasa mimi nilishtuka, nilikuwa tu nimejishikilia kiti, lakini nikauliza daktari, na sasa juu wako na kansa. Mhm. Na, na, huwa nasikia inaenda na stages. Iko stage gani? Akasema sasa hii yake iko stage ya mwisho, na sasa nitawalifaa mwende Kenyatta Mm. ama muende Eldoret. Mimi kigundulika kwa kushafika stage 4. Eh, ikigundulika. Mm -hmm. Sasa kwa mawazo yangu mimi niliona woi kwani nitaachwa hivyo? Mm -hmm. Juu sasa ukisikia hilo neno kansa. mm -hmm. Kwa mawazo tu unaona tu kifo. Na ukisikia stage ya mwisho. Na ukisikia stage ya mwisho, zaidi. Mwisho mm -hmm. Na juu ndio twende anini apewe hizo result hakuwa hata tena anakula hivi tu. mm -hmm. anatamani kukula, akikula kitu ikifika hapa chakula zinarudi sasa, kila wakati ni kadoo hapa juu. anatamani kukula, anasikia kiu, unamletea maji inatoka. mm -hmm. Lakini sasa juu walisema kwanza awekewe hiyo stent yenye amesema hapo mbele mm -hmm. na wakati aliwekwa hiyo stent, hiyo siku alifurahi sana, juu tulitoka tu hapo nje ya hospitali na akaniambia nimnunulie biskuti Mm -hmm. Na kasoda na wakati alikula, alifurahi, akasema eh, eh, imeteremka sababu kuweza kutapika alipilienda e, e. Sasa hiyo stent pika kitu iliteremka siku mm hiyo -hmm. tukaendelea hivyo, tukaenda nyumbani, akakula kula, sasa mwili ukapata nguvu kiasi, ndio tukaanza kwenda Kenyatta sasa, kupambana na matibabu e, kupambana na matibabu sasa, tukakuja tumekuja sana Kenyatta tangu 2021 21 mm -hmm. 2022 sasa 2022 ndio sasa hapo, mimi na mimi nikaanza kusikia eh, ni nini mwili, mm -hmm. nimeanza kuhisi uchungu na ni, kwa mawazo najiambia ni stress juu ya mume wangu, kumbe, mm -hmm. nilikuwa na shida, nasikuwa sikuwa na jua. Wakati ukimuuguza na wewe ukawa una, una shida, ilikuwa una shida gani? nilikuwa naumwa na kichwa, mm -hmm. nasikia mwili yote imechoka. mm -hmm. Huu mkono ninasikia ni mzito. mm -hmm. Nashindwa ni nini sasa. mm -hmm. Nikiwa huku kwa dada yake tu, kuna Robi. mm -hmm. Nikaanza nika kusikia kujikuna hapa, mm -hmm. katikati ya mkono. mm -hmm. Wakati niliendelea hivyo, nikasikia ai, ni kama kuna uvimbe. mm -hmm. Kwa mawazo nikajiambia labda ni kitu imeniuma. mm -hmm. Lakini nikiguza juu, naisikia mpaka chini, mm -hmm. na huko ndani. mm -hmm. sasa Mm. Uh, wakati tulienda nyumbani mm. Sasa saa hiyo mume wangu amemaliza madawa zote za kemo mm -hmm. na wakati tulienda nyumbani nikamwambia, mimi nitaenda hospitali juu sasa vile nasikia mm. ni kama huu uvimbe mm. unafura nilikuwa tu namwambia, lakini siku moja nilivuta nilimshika mkono nikamwambia, ebu usikia, mm -hmm. Usikie vile nasikia, kama unaweza hisi. mm -hmm. Akaniambia e, kuna kitu, na tukachukua hatua, akanipeleka tu na shida zake hospitali. mm -hmm. Siku moja tukaenda nikapigwa picha inaitwa ultrasound, mm -hmm. kwetu nyumbani, mm -hmm. na hiyo picha ikasema sina kitu, sina mm, ugonjwa. Mm. Tukaenda nyumbani kama tumefurahia, but mimi kwa mawazo yangu mm, ninasikia kuna kitu mm -hmm. na hata kama picha imesema sina mi mm -hmm. nasikia kuna kina, kitu na, na ainipiraha juu, hata nikilala na huu upande naisikia na, na tena nasikia nikifinywa hiyo matiti mm -hmm. sasa wakati, kama muda wa miezi tatu ndio niliambia mume wangu mi nitarudi hospitali. Mm -hmm. Na wakati nilirudi, wakaniambia huko kwetu Molo, wakaniambia mm -hmm. ebu enda hapa nyuma, tuna picha hiyo ya ultrasound mm -hmm. nikaenda na nikapigwa hiyo picha, na sasa hao vijana wawili ndio waliniambia hey, mam tuta ebu perekea daktari hii result asome mm -hmm. na wakati alisoma hiyo result, nikaambiwa sasa kitu kama mm hii -hmm, juu hiyo balua hata niko nayo, kitu kama hii tutakurifaa Nakuru. Na kutoka hapo sasa, safari yangu yote mpaka hapa nimefika, nimetembea Nakulu ndiko ugonjwa ulipatikana. Ulipatikana nini? Ulipatikana uh, wakati nilienda kule awakurudia ultrasound, hmm. juu alisikia uvimbe na mkono, sasa hata imekuwa kubwa hata. uh -huh. Sasa nini, matiti imekuwa kubwa hmm. ndio nikatumwa, wakatoa nini sample, eh, sample. Zikatumwa, nikagojea 2 weeks nikaenda kuzichukua sasa vile nilienda kuzichukua juu niko tu peke yangu, mm -hmm. watoto wako shule, mm -hmm. mume wangu wawezi, saa hiyo mwili imefinyika kabisa, mm -hmm. niliamka asubuhi na mapema na nikaenda nikapewa result, na wakati niliambiwa nipelekee daktari nikapeleka. Wakati niliingia kwa daktari, daktari kumbe na yeye alikuwa na result yake ameshika ya, mm -hmm. na wakati niliingia tu hivi kwa mlango alisimama hivi kwa meza akaniambia, Beth, ni wewe. Nikamwambia e. Akaniuliza, kwa nini umekaa nyumbani hivo? Sasa hata nimechanganyikiwa, juu ni kama alinishtua, nikashtuka. Ati kwa nini ulikaa nyumbani hivo? Nikamwambia si kukaa nyumbani juu ya kupenda, hali ni ngumu e, nikamuuliza juu ni nini. mm -hmm. Akaniambia hizi results ziko na kitu serious, na sasa uko na kansa na ninaenda kukutoa matiti na ni wewe sasa. Hiyo ilinishtua juu ameniambia kitu ambayo sikuwa natarajia. Sasa e, nikamwambia kwa njia ya kushtua, nikasimama. Nilikuwa tu nimesimama naye amesimama upande huu mwingine, saa akaniambia sasa, mimi naitwa sijui nani Mm -hmm. Na ni mimi sajon, na ni mimi nitakutoa hiyo matiti, na hakuna muda wa kupoteza, juu sasa hiyo ugonjwa imeenda, na hatutakufanyia hapa, kuna pahali nitakutuma. Sasa unajua ukiwa mgonjwa mm -hmm. we hakuna kitu unaweza kataa, na ni kweli, kwa sababu wao nataka upone. E, sasa nilimuuliza swari hapo, nikamuuliza woi, mimi kansa e, na mume wangu hapo sasa Akaniuliza, mume wako amefanya nini? Nikampea historia ndogo. mm -hmm. Nikamuuliza woi, kwani ugonjwa uau ni wa kuambukiza sana nwa? yeah. Akaniambia A -a. Mm -hmm. ni mtu kiviake ama kifamilia. mm -hmm. Sasa mimi niliomba tu Mungu anipe nguvu, na nikaenda kule kwete nilitumwa, mm -hmm. ndio nifaidike. Kulikuwa mwaka wa 2023 mm -hmm. mwezi wa pili ndio nilienda hospitali. Sasa nikatolewa matiti baadaye, so walitoa ilo moja e, walitoa upande wa right. mm. Walinitoa, wakatoa hizi, sijui zinaitwa ni, sijui nitaziita aje na Kiswahili mm -hmm. Yaani, kutoka hapa katikati ya mkono mm -hmm. Wakaleta upasuaji hivi, yote zikatolewa pamoja, tunaziita ngai oh, e, na sasa hii, wasikiaje? Sasa hii mkono huwa unafura Hizi mikono mbili hata ukiziangalia, hazikui sawa man. lakini sahi ni afadhali kidogo mm. Juu sasa ilikuwa inafura kabisa, hata bag singeweza kubeba mm. Ilikuwa tu nabeba na huu mkono tena, huu mkono unachoka Naam. Nyumae sasa pia nika realize kuna uvimbe hapa tena hapa nyuma hivi mm, sasa nikibeba kitu na huu mkono wa left. nasikia kama nitangu ushapima huko nyuma eh nimeshapimwa hapa lakini Because... wanaendelea kuangalia wanasema, tuombe Mwenyezi Mungu isiwe. E, tuombe Mungu isiwe hiyo. Na wal, walivyokata titi, labda peni, kabla nimlete mzee, mapumziko kidogo, walivyokata hilo titi kwa sababu wamegundua kwamba kuna saratani eh. E, baada ya vipimo vya kufuatilia baadaye mm. wamegundua kwamba imeisha kabisa kwamba walifaulu wali kuipata kama ijaenea mm. Wa, wakati walikata uh -huh. siku hiyo tu mzee wangu alijifinyiria, na wakakuja hospitali sasa, kwenye nilitolewa na walipopewa hiyo ilo titi walipeleka kuna pahali linafanyiwa test. mm -hmm. Sasa wakati tulienda kuchukua hizo matokeo mm -hmm. walisema wamefaulu kutoa ugonjwa. Asante sana, hiyo nafikiri ndio taarifa muhimu sana tuweze kusikia kwamba, maana kuna wakati mwingine kama ugonjwa umetembea sana inakuwa changamoto, lakini kama walifaulu kuondoa, mimi naomba Mwenyezi Mungu kwamba uvimbe ulionao mgongoni usiwe mm -hmm. unaegemea mahali ambapo pana saratani, iwe tu ni maumivu mengine mm -hmm. Uh, yaondoke kwa haraka eh, David Maina mi, eh, nataka nikuulize ndio au la, kabla ya mapumzikoni yeah, ulihisi vipi wakati umepata taarifa ya kwamba wewe uli na saratani yule anayekuuguza naye ana saratani <laughs> ilikuwaje sasa? wakati huyo alihuduliwa, wakati mi nilihuduliwa, aukuwa muda mrefu, ni kama almost one year, ndio naye akahuduliwa. Na sasa, ile siku ulipata taarifa, ulihisi vipi? mimi Nilijipiga tu moyo konde, nikasema, naam, sasa sina lingine sasa, nikumtegemea Mungu, kwa sababu yaliniumba akamuumba. Shikilia hapo hapo, shikilia hapo hapo, David Maina. Kauli nzuri sana, yenye uzito na hisia, kwamba alipogundua pia kwamba anayemuuguza ambaye ni mke wake amepatikana saratani, alisema kwamba lazima tusonge mbele, maanake Mungu anajua kwa nini ametupa mitihani hii ya maradhi. Kwa hiyo Mungu ndiye ametupa ugonjwa Kutema mate katika mkoba anaotembea nao, ni hali ambayo asingependa awe nayo, lakini hana budi. Anaweza tibiwa, anaweza saidika kwa njia gani? Ntakuomba usaidizi wako baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini bibi na bwana wote katika jinamizi la saratani.